U karibu jisikie, ah, hey, huu hapa ndo nyumbani kwetu, wala tosiwena shaka kabisa. Ili ndo jiko langu, yaani hapa ndio tutakuwa tunapika ah, mm -hmm. Nitakuwa nakupikia wewe, kazi yako ni kutaka tu na kula nini, mambo yote yanaisha kila ah, hey, na na kitu za kufungulia Lucas, Sinza takufungulia duka Sinza lakkaukaae

kabla ya kuwa na wewe nilikuwa na date naye huyo mtoto oh, alikuwa mpumbavu, alimtangazia rafiki yake huyu mmoja yani, oh, yani, alimwambia tu rafiki oh, e, e, yake kama rafiki yake huyu mmoja mgeni nika, wangu ndio nikafanya it! Video... Oh, e, so, <laughs> <laughs>

Nipeleke kwa mchungaji yeyote unayemwamini, ee, a, mchungaji gani wa mafuta wa maji au nipeleke waungu kupambana na mizimu <laughs> kuna uwe wagesi ndo ata nipeleke hey, kuwa maisha yangu kwa mchungaji ambaye anapambana na, na mikukule minau. <laughs> Ee Mungu, ukiniokoa hii tatizo naimba kwaya leo leo, mi naimba kwaya haki ya Mungu.